Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina, naitwa Baptistus Joseph Kanyanye ni katibu mkuu wa kwaya mtakatifu Cesilia, ya mtakatifu Cesilia parokia ya Yohana Mbatizaji Msongola B, penda kuarika kwenye sherehe kubwa ya kumbukizi ya somo wetu E, mtakatifu Cesilia wengi tunamjua, alikuwa ni mwimbaji na ndio maana na sisi ni, wa, ni waimbaji tumeishi na jina lake na tunaliishi jina lake. Sherehe yetu ya kumbukizi ya mtakatifu Cesilia itafanyika mnamo tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya Jumamosi katika ukumbi wa Kwambuni ambao unapatikana maeneo ya Msongola kwa watu wanaotokea upande wa Mbagala, basi wanakuja moja kwa moja maeneo ya Kwa Njomoke, wakiteremka, basi upande wao huo, huo huo wa kushoto, na wenyewe ukumbi unapatikana maeneo hayo. Lakini kwa wale watu wanaotokea njia ya Chanika, wanakuja pia moja kwa moja mpaka maeneo ya Kwa Njomoke, ukumbi unapatikana upande wao wa kulia. Na kwa wale wanaotokea maeneo ya mjini wameingilia njia ya Banana Kitunda, basi watakuja moja kwa moja mpaka kwenye njia panda ya sheri, yani njia panda ya Banana ambayo kuna sheri ya uno maeneo hayo. Wakifika basi watakunja kushoto, kama wanaelekea Mbagala basi mbele kidogo ni kwa Njomoke na ukumbi unapatikana upande wa kulia. Sherehe yetu inayofanyika tarehe ishirini na tisa tutaanza na matukio ya awali kabla ya kwenda ukumbini jioni. Kwa hivyo tunategemea kuwa na misa e, misa ya somo ambayo itaanza saa tisa arasili kanisani kwetu itaongozwa na mababa, na baada ya, ya hapo basi wote waumini wote walioshiriki ku, kuadhimisha misa basi wote tutaelekea ukumbini majira ya saa kumi na mbili jioni. Hivyo nawakaribisha sana wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wale wapenzi wa sherehe mbalimbali, hasa zinazohusisha kwaya mbalimbali za uinjilishaji. Basi kwaya ya Mtakatifu Cesilia siku hiyo itakuwa inaonesha mambo mbalimbali ikiambatana, mbali na ufunguzi wa nyimbo mpya tutakwenda kuzisikia. Cesilia itatoa burudani nyingi lakini ukiacha burudani, kutakuwa na herufi K kama tano, tutakuwa tunakula, tunakunywa, kucheza, kuimba na mambo mengi mengi. Basi yatafanyika kwenye ukumbi wa mbung siku hiyo. Nawakaribisha sana wote wote, tusipange kukosa. Bila kusahau, tutakuwa na performance, live performance, tutafanya show kubwa. Live ya kuimba, watu wataona namna gani mwanasesilia anatoa sauti, sauti zinavyotokea, walimu walivyojipanga, wanakwaya walivyojipanga. Nawe jipange sawa sawa, kutega masikio na kupata burudani, tutacheza pamoja. Kama nilivyosema, atacheza tu zilizorekodiwa, lakini tutacheza na live tutakayoionyesha mbele ya raiki ya watu. Kwa hiyo, ukumbini kutakuwa kumenona, kila kitu, vinywaji, kula kula, kunywa, hivi vitu kwa kweli ni kipaumbele kwa wageni wetu. Utapata mziki huku unapata burudani ya kinywaji, utapata mziki huku unapata burudani ya chakula. Safi kabisa, nyama choma, nyama zinapatikana zote, aina zote za nyama, yaani BBQ na kadhalika, vyote vinapatikana. Karibuni sana wageni waliko. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.